Acha Tanzania Labour Party TLP, kimeendelea na kampeni zake kwa mgombea wa urais wa Tanzania kwa tiketi ya chama hicho Yustas Rwamugira, ambaye amenadi sera zake na kuahidi, iwapo wananchi watamchagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, atahakikisha anafuta mikopo yote kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Mkinipa, niyasimamie na nihakikishe kwamba elimu inakuwa bure na inafuta mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ambao anapewa mkopo huo mkopo anapomaliza hana kazi na huo mkopo anadaiwa. Mgombea huyo akaahidi kutenga maeneo tofauti ya ardhi kwa wafugaji na wakulima ili kuondoa migogoro kati yao. Wafugaji watakuwa na maeneo yao maalum, wakulima maeneo yao maalum, sio wakee jirani jirani. Wakulima na wafugaji wanapigana vipi, mapanga nini, mifugo yao inakula mazao ya wakulima. Kwa upande wa mgombea mwenza wa chama hicho, Amina Suleimani Mzee, na mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama hicho, Mwalimu Huseni Juma Salum, nao wakatoa ahadi zao. Mtakapotuchagua katika Tanzania Labour Party, tutakuleteni ajira katika kila mwaka watu elfu moja. Vijana, mnapaswa kujiongeza sasa katika teknolojia au IT, kuna ajira pia Kwahiyo, muwa bunifu, na kwangu mimi nitoe ahadi, naahidi kuweka wifi kila mtaa wa Zanzibar. Pamoja na hayo, mgombea huyu wa urais wa Tanzania kupitia chama cha Labour Party amesema atahakikisha anaweka misingi imara ya utawala bora ili kuweka uchumi imara. Kutoka visiwani Zanzibar, na Naima Haji, Azam News.